Huu ni mwonekano wa nje ya uwanja wa Amani mapema tu asubuhi ya leo, uh, kuelekea jioni ya leo, siku ambayo atachezwa fainali ya uh, kombe la shirikisho barani Afrika mkondo wa pili. Tazama namna ambavyo nje ya uwanja wa Niu Amani kunaonekana uh, mashabiki wameshaanza kuitika hapa tayari ya kwenda kuingia uwanjani kwenda kuishuhudia timu yao uh, ikiwa inaumana vikali na RS Berkane ya pale Morocco. Mashabiki wameshaanza kuingia, lakini hali ya usalama iko vizuri e, askari wa kutosha. Hii yote ni kuhakikisha kwamba jioni ya leo kila kitu kinakwenda sawa kabisa. E, hapa nje ya uwanja Amani usalama uko vizuri, kila kitu kiko mahala pake. Mashabiki mdogo mdogo e, wanasogea uwanjani kuja kuishuhudia timu yao, lakini mageti bado hayajafunguliwa. mashabiki anasogea ee, tayari ya kwenda kumshuhudia mnyama akiwa anafanya kazi kubwa sana jioni ya leo. Matumaini ya makubwa ya mnyama Simba ni kuhakikisha ee, anapindua meza anapata ushindi leo. walau wa kuanzia magoli mawili na kuendelea. Tazama, huu ni mwonekano wa geti ee, kuu la kuingilia kwenye uwanja wa amani mapema tu, mageti bado hayajafunguliwa lakini kila kitu kiko sawa kabisa, ee, kuhakikisha leo hii mnyama anachukua taji la kombe la shirikisho barani Afrika mbele ya kikosi cha ja RS Berkane. Uh, mashabiki wakiwa wanaendelea kujivutavuta kuingia uwanjani kwenda kuishuhudia timu yao ambayo jioni ya leo itakuwa na kibarua kizito cha kumkabil uh, RS Berkane kwenye mchezo wa kombe la shirikisho uh, barani Afrika. Tazama kila kitu kiko sawa, mambo yako bulu bulu kabisa. Uh, tayari kwa mnyama Simba uh, kuivaa Ares Berkane kwenye mchezo wa fainali mkondo wa pili. Wewe Ricky. Hakuna